Jambo ndugu, jambo sana. Unaweza ukajitambulisha? Mimi ni Maître Guselin Kabamba, ninakuwa kiongozi wa observatoire Droit justice et gouvernance locale pour la cohésion sociale de la république démocratique du Congo. Ndiyo, Maître Guselin eh, hivi karibuni mazungumuzo inaweza kuanzishwa eh, sur la facilitation ya, ya rais wa Angola. Nyinyi kama vile raia ya wa Uvira, mnasubiria nini kwenye mazungumzo haya? nawaza <coughs> aksante sana kuulizwa. Nawazia ya kwamba uh, sisi kwanza, kwenye muungano wetu uh, ni siku mingi tunaomba ile mazungumzo, maana imeonekana kama uh, miaka makumi tatu ambayo uh, raia wa Kongo wanaishi katika vita, tumekusha kuwapoteza watu wengi na mambo ya vita ni mambo ambayo haikuleta suluhisho uh, kwa matatizo mbalimbali mbali ambayo inakumba nchi na inakumba raia wake, na kwa hiyo tuliwazia kwamba kweli njia pekee ambayo inabaki ni ile ya kuikaa kama vile watoto wa mama moja, watoto wa baba moja, watoto wa nchi moja, kuikala pamoja na kuangalia kipi kinachotugawanya kitu kipi kinacholeta tusishirikiane kwa ajili ya kuongoza nchi kwa faida ya wakongomani wote. Na kama leo uh, kila upande unaweza fikiria kuchoka na kusema tumekwisha kuua watu wengi, tumekwisha kupoteza vitu vingi na hatukupata suluhisho, na siku zinaenda, labda miaka pia inaenda. Kesho tuko tunawazia, tuko nguvu, kesho tutakuwa wazee na tutakuwa tukutayarisha generation ambayo inakuja tuikale chini ya uongozi wala facilitation ya president wa Angola, na wazia ya kwamba um, ni kitu ya kuencourage. Maana tunachoka tunachoka tunachoka sana na vita. Miaka makumi tatu ya vita ni miaka mingi, na ingikuwa viongozi wetu ni watu ambao wangi kuwa walikuwa na maono ya kuona mbali wala ile kusema kuwa na vision na kupenda Kongo na Wakongomani, nawazia kama ile mazungumzo kama ishakafanyika, um, na kwa leo kama tuko tuna respira ma kupumua ile hewa ya amani, uh, hewa ya umoja ya upendo wa ushirika pia ya maendeleo, lakini nawazia kama leo ile mazungumzo ikafanyika sisi wa kongomani tuko tayari na sisi kama vile Observatoire Droit Justice et Gouvernance Locale pour la Cohesion Sociale tunaunga mkono ile mazungumuzo na tutaisindikiza ili ipate kufikilia uh, lengo lake na kuleta suluhisho kwa mizozo mbalimbali mbali ambayo inapatikana kwenye uongozi, kwenye uh, kwenye uh, ile tunaita diplomasia, kwenye hata siasa ya nchi tupate kupata asuluhisho kwa ajili ya faida wa Kongomani wote. Na nyinyi kama Wakongomani hususan wakaaji wa Uvira, mna matumaini gani kwenye mazungumzo ambayo itakafanyika? Kwa sababu tuliona mazungumzo ilianzishwa Umarekani, uka, uka ulikuwa mazungumzo wengine ilikuwa huko Doha. Hivi mnafikiri mna matumaini gani kwenye mazungumzo hii tofauti na mazungumzo ambayo ilikuwa inafanyizika? Ah, matumaini ambayo tunakuwa nayo ni kona ya kwamba Uh, ni pande zote mbili kwa sasa, sio pande moja ambayo natarajia ile mazungumzo iwe uh, iwe kwenye gouvernement uh, uh, congolais iwe kwenye ASM 23 iwe kwenye bakteria ya societe civile, kama sisi tupo. Sisi wote tunatarajia ile mazungumzo uh, ifanyike na kitu ilituma mara kwa mara ile mazungumzo ya Doa na ingine i, wala zingine mazungumzo zote ambazo zilifanyika zikutoa um, matokeo mema wala mazuri. Tunawazia kwamba uh, mulikuwa ile tunaita hipokrizia, ama uh, unafiki wa pande uh, fulani fulani, na kulikuwa ile nia ya kuendelea kupigania uh, O kupigana ili watu wazie kama kwa ile kupigana ndio watapata uh, nguvu mpya ya kutuma malalamiko. Iko sasa vile kwa nafanya position malalamiko ya yao inasikilikana, la akuona un wale wa makonfeso religieuse ama wale o, watu wa dini hawakuhusisha mwele mazungumzo, na ile yote ilifanya kile mazungumzo isiwe na nguvu, maana katika wale wana memba wa, uh, wa shirika za rahia uh, societe civile maana uh,

mtu fulani asiji asilaumu ya kwamba mimi sikuhusishwa, narudia kwenye e, kukamata bunduki, narudia kufanya hiki na kile, maana sikuhusishwa. Na ndio maana tunaomba ya kwamba ile facilitation ambayo itafanyia ita, itarahisisha ile, ile mazungumzo

na vijana na wamama wahusishwe maana wale watu ndio wanakuwa waanga wakubwa wa ile vita ambavyo wala ile vita ambavyo tunakuwa tukijua wala tukiona katika nchi yetu ya Kongo. na... Ndio maître Gislain, kwa kwenda kumalizia eh, endapo ukikutana na waprotagoniste au ambao wanachangia katika mzozo ambao unakumba Kongo kwa sasa, nini unaweza kuwashauri kama vile mkongomani tena mmoja wa waasirika wa vita za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Uh, nawazia kwamba kitu ambacho sisi tunaomba miaka hii yote ambayo tunapigania amani kwenye nchi yetu ya Kongo, nawazia ni kuomba ile maparti prenante ya kwamba uh, waangalie wa, watie kwenye centre ya mazungumuzo uh, ile wanaita interet general. Maana wa, wanapozungumza waangalie kipi wanaweza kufanya kwa ajili ya kuinua Kongo na kuinua mkongomani, waweke pembeni ile tunaita ma interet prive, ama watie pembeni ile ma ego zabo, wasione ikue kwenye um, Uh, gouvernement wasiseme sisi ndio gouvernement, sisi ndio tuko hivi na hivi, ama kwenye AFC M23 waseme eh, sisi tumekwisha kukamata sehemu fulani ya nchi tulapashwa kudaer. Nyi bakanisa hamuna nguvu yoyote, nyinyi wa societe civile hamuna nguvu yoyote, nyinyi ma groupe arme sisi, msiseme sisi, lakini muangalie Kongo, ambayo mababu walituachia watu ambao wanaishi katika ile nchi ya Kongo wafanyizie nini ili wasikie, wafikirie kuishi katika amani, wasikie sifa na furaha ya kuishi kama vile wakongomani ambao wamepewa nchi bora inayokuwa na mali mengi, na ile mali inapashwa kufalia wale wakongomani. Na ingine kitu ni kusema waweke kando ile ma influence exterieur, ile ma, ma manipulation exterieur ya kusema mimi niko na etatsunis mie niko na Rwanda, mimi niko na Burundi, mimi niko na, na Tanzania, mimi niko na Sudan, mimi niko na mapwisanse fulani ambazo zinanisoutenir na zenye ziko zinawapatia ma injonction kwa ajili wasifikilie kusikilizana. Lakini waweke kweli mbele kwenye mstari wa mbele ile faida ya wa wakongomani na faida ya Kongo, maana sisi kama vile Uh, Observatoire Droit Justice et Gouvernance Locale tunakuwa uh, tukipigania ile kusema namna gani mali ya Kongo inaweza kufaidikia wakongomani wa kwanza na kufaidikia hata wa, wa, wa, wa Afrika wengine wala dunia nzima, lakini kwa kuheshimiana katika heshima na katika upendo na umoja, kama vile wana wa Afrika. Na kwa hiyo tunasema kwamba kila mkongomani ambaye ataenda kwenye ile mazungumzo abebe ile ndani ya moyo wake na ndani ya akili yake. Tunakushukuru ni metre chako ao c. Tuzungumze kidogo kuhusu eh, mazungumzo ya itaanzishwa hapo karibuni huko Angola kama vile ulisema, nyinyi watu wa Uvira munasubiria nini kwenye mazungumzo hayo? Kiukweli watu wa Uvira, kikubwa mazungumzo ya Angola tunasubiria vita kuisha, tunasubiria amani, tunasubiria mtu waliokimbia japo wamoja walichakufa warudie, tunasubiria kisha vita weleparazojii wenye wameua u wenye wamefanya siasa mbaya watoshewe kwenye faa siasa mbaya. Sisi watu wasubiria frontiere zifunguke, Rwanda tupite kama vile kawaida, makazi siwe, tunasubiria tuna bagenmakakue matemenaria tunasubiria wakuitize kukolewakabaniche mfumo wao wa kuongoza wa, wa sababu nchi kiukweli imekosa, nchi kiukweli haiendi sawa. Tukisema hivyo haiendi sawa, haikuadhibiwa kwa haiendi sawa, akuye rebelio akisema haiendi sawa, nasema kwamba maisha yetu ni magumu, ndio tunasema kwamba tunasubiria hali ya maisha ibadilike hali ya usalama, hali ya kisosiale, hali ya kiekonomike, hali ya politike ibadilike kwa faida ya amani, ya usalama, ya maendeleo, kwa faida ya sisi wa mungua, na watu waache a kushuta na vidole wenyene, huwa watu waombe msamaha na watengenezi, kama sivyokuwa liyo sheria uwashughulikie, lakini sisi watu waombe sema kwamba metaji barabara yetu ijengwe kwa na barabara kanajengwa Makazi siku ya kheri itakuwa vizuri. Metre chako changu, una matumaini wewe, kama mavile mkaaji wa Uvira e, ambaye unapitia hizo changamoto zote za vita, una matumaini kweli kama mazungumzo ambayo itaanzisha hivi karibuni e, Angola e, ambayo inasimamiwa na na, na rais wa Angola una matumaini kama italeta Italeta mabadiliko katika siasa ya Kongo na itakuwa italeta amani eh. Alors ki kulikuwa mazungumzo huko, ilikuwa Doha na Washington. Doha na Washington, mazungumzo yako Doha, mazungumzo yako Washington. Mimi natumainia kwamba kisha mazungumzo itakuwa amani na, kama katika mazungumzo akutakuwa kiburi kati ya, ya wafanya siasa inabidi wakongomani tuemwaniele kiburi, lakini asi wajue kwamba watu wanaishi vibaya. Ya muhimu saa hizi ni wazungumze waelewane makoro politiki zao, lakini wajue kwamba faida ya wakongomani iwe tu ya maendeleo ao menii, na sisi na mategemeo kwamba Angola itaweza ndio itaweza ama aaia maiki tu atri ichi, jambo. Jambo baba, unaweza ukajitambulisha? Asante ndugu Lumona. Ndugu e, Lumona wewe ndani ya katika e, mazunguzo ya leo likuwa nani? Wewe kama vile mwananchi unayeishi Uvira, Uvira ni mji ambao umetekwa tayari na kundi ya AFC M23, nadhani huko. Na umeshasikia kama kuna mazungumzo itaanzishwa hapo karibuni, e, kati ya wakuu viongozi wa madini wasiasa, wa siasa wakuu viongozi wote wa nchi ya Kongo, wewe kama mkongomani unasubiria nini kwenye kikao hicho?